Hivi unajua kama Harmonize wakati Oktoba 29 watu kunaeka eka. Mnajua mm. Harmonize ali di, mi nipo nipo sehemu nyingine ananipigia simu yako, kuna hela nimedeposit kwenye account yako, jaribu kununua vitu vya nyumbani. Utampata nani mtu kama mwenye moyo huyo? Utampata nani mwenye moyo kama huyo? Utampata nani mtu kama huyo? Ana utu, milioni 7 na laki nane, nunua vitu vya nyumbani, sukari, mchele, chumvi, nini. Nani mm. nani utampata? <laughs> wewe yako no, nakwambia kweli I'm not kidding nah. Nakwambia kweli yule mtu ana roho, ana roho ya pekee. Ibra, Ibra alipewa mwana sheria na Mwambino ili akomae wamdifiti Konde, Konde akausoma mchezo, alivyosikiza interview anaenda kufanya kule akasema kumbe lengo lao ni nijapa akawapisha yeah. Hivi akamwambia nenda for free. Hakuna msanii anachua bure zaidi ya Tanzania, zaidi ya wewe. Unamjua wewe huyo mtu wa hovyo, mi namjua Mwambino mtu wa hovyo, simesafiri naye nimekalema saa sita kwene ndege yeah. Kwa hiyo wamevunja lebo ya Konde naniwambie, na mwaka huu ukipinduka, ama unaweza nakuja na kishindo uh, ni kweli, ni kweli. Unajua unaposema mtu kukusaidia Ricky ngoja kumpigia Doraja. Nikisema nikusaidia ni invest kwako nisidai. Huwezi kuniambia nisi kwamba Mwambino amemsaidia Harmonize uh, wakati Harmonize ile ni hela yake ameweka. Yaani mimi ni hela yake ambayo ndio imepelekea kufanya, kufanya kupatikana pale alipo. Huwezi kuniambia eti Mwambino amemsaidia. Mwambino amemsaidia kwa kitu gani? Hapana, ni pesa ya ni pesa ya Harmonize ndio imemsaidia kumtoka kwenye muziki. Harmonize. Sasa asingo yiomba ile hela wewe ukienda benki una hela, unafungua biashara una hela, unanunua makamera. Eh. Sa, madea, una benki, una benki, una eh, biashara. Biashara, hmm. e, afu ile nani kailipa? Amedai. Ah. Nilipa hela baadaye. Sasa sasa kama leo unaenda benki unataka kufungua biashara. Unakwenda benki unapewa hela, unafungua biashara. Biashara inakuwa kubwa huko. Afu baadaye eh unalipa Mboja ukaoga kweti. Msikize mwandishi mzuri kutoka kutoka kutoka Manara TV. Amelipa? Sasa unasemaje umekuja kumsaidia? Mwambie hawezi kumsaidia mtu hawezi kumsaidia mtu toka imeumbwa dunia mpaka itasimama kiama. Kenda Dubai Dubai, unajua kama kanunua nyumba kasaidiwa na, eh? na pesa zake ha, pesa zake, zi zake ndio zimemsaidia ambazo amempa, amempa mwambino ha, signed, WCB ama sa, awe amekuwa signed, hajawa signed, ni pesa zake ndo zimemsaidia. Na hii naomba mweke very clear, hatuna mtu ambaye ataisimama kusema amemsaidia Harmonize, labda ni mimi peke yangu Ibra alipewa mwanasheria na Mwambino ili akomae wa mdifiti Konde. Konde akausoma mchezo, alivyosikiza interview anaenda kufanya kule, akasema ah, kumbe lengo lao ni japa, akawapisha hivi, akamwambia nenda for free. Hakuna msanii anachoachwa bure zaidi ya Tanzania, zaidi ya unatakiwa taje jina Diane, Mwambino samini, wewe unamjua, wewe huyo mtu wa hovyo? Mimi namjua Mwambino mtu wa hovyo <laughs> Misimesafiri naye nimekadema saa sita kwenye ndege uh, kwa hiyo wamevunja lebo ya Konde, na niwambie, mwaka huu ukipinduka, Amanaiza anakuja na kishindo.